Narok hoi! Narok hoi! Tumefika hapa na Kalonzo Musyoka, Eugene Wamalwa, JB Muturi, Ole Kamwaro, Ole Seki. Narok mko, muko tayari? Tumekuja kusikiza ground, tumekuja kusikiza nini? Giraundi ya Narok inasemaje? Narok munasemaje? Narok munasemaje? Harambe! Wewe Ruto, wewe Kasongo, wewe Zakayo, wewe mutu ya kutanga, wee mwizi, mwizi ya mashamba ya Masai. Harambe! Kasongo ni mwizi, si mwizi? Nani ameiba mashamba ya Masai? Kumbu! Nani ameiba mashamba ya Masai? Kumbu! Nani ameua Gen Z? Nani amepora Kenya? Tembe tembe. Kasongo aende asiende, Kasongo atembee asitembee, Wangapu anasema Kasongo aende, Kasongo aende.